Baada ya vurugu, uharibifu na uporaji wa mali kushuhudiwa katika maandamano ya Jumatano iliyopita, sasa naibu rais Profesa Kithure Kindiki amebaini kuwa hilo lilikuwa jaribio la mapinduzi ya serikali, akisema hatua ya kuchoma na kuharibu taasisi za serikali ikiwemo vituo vya polisi na kuiba sare pamoja na bunduki ilikuwa ishara tosha ya jaribio hilo. Polisi wetu wana wanajaribu kwa sababu walikuwa wamewekwa wamewekwa hofu. Oh, wachaneni na watu, wafanye mambo yao, watu wako na uhuru ya kufanya kila kitu. Lakini sasa umeingia duka ya mtu umechukua vitu zake, umebaka mama ama msichana eh? Umeingia police station umechukua bunduki na risasi, si hiyo ni mapinduzi jameni? Akizungumza katika eneo bunge la Kitui Rural, kaunti ya Kitui Kindiki aliwanyoshea kidole cha lawama watu anaosema waligeuza ajenda ya maandamano yaliyokuwa yameandaliwa na vijana wa kizazi cha Gen Z na kuifanya siku ya maafa, mauaji na wizi wa mali ya Wakenya waliojitahidi katika biashara zao. Ora, wahuni wakiwemo wanasiasa wakaingilia pale, wakachukua ile mada wakaigeuza, ikawa ni siku ya maafa, vifo Maisha na mali ya wananchi. Uliona ubar, ule uharibifu ambao ilifanyika. Ameeleza kuwa serikali ya Kenya inaheshimu uhuru wa Kenya kuandamana na kueleza matakwa yao, ila akionya kuwa wapo watu wanaopanga kutekeleza matukio ya kigaidi na serikali itawasaka na kuwakomesha kabla ya kutekeleza maovu yao. Kuendelea mbele kama wewe ndio unapika uhalifu na ugaidi, hatutangojea uende usababishe vifo na hiyo mambo ya ugaidi, tutakuja tukuchukue na tukutafute kabla hata haujatoka kwako kwa nyumbani. Serikali ya Kenya inaheshimu uhuru wa wananchi kuandamana na kujieleza, na wananchi wako na uhuru wa kutofautiana na serikali na kuwa na maoni badala Kiongozi huyu ameapa kuwa serikali itafanya kila jitihada kulinda katiba ya Kenya na mali ya Wakenya na tendo kama hili alitashuhudiwa siku zijazo. Sisi tutaheshimu kama serikali uhuru wa wananchi na tutaingilia uhuru wa wananchi, uhuru wa vyombo vya habari lakini vilevile tutalinda usalama na udhabiti wa taifa. We will not allow as government of Kenya.